Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Karibuni karibuni kwa chatu hii Boss Nyaw Online TV. Ama ndugu yangu, leo kama mada inavyozungumza tuchini, uh, kilio cha Bi Salama juu ya hali na changamoto alizopitia, anahitaji uh, msaada. Tuliwahi kurekodi video moja huko nyuma akaelezea kuelezea akazungumzia habari ya shida zake, lakini hakuna hata mmoja aliyojitokeza kumsaidia. Wengi walimwahidi, lakini hakuna hata mmoja aliyotokezea amejitolea kwa kutoa msaada. Lakini tukasema sio mbaya, huenda video ijafikia watu wengi, tujaribu kurekodi tena, na vilevile achukue na ushahidi wa kifo cha mumewe huenda saheri kusipitisha kwa hilo, anaweza kufanikisha kwa wale ndugu waislamu wenzetu wenye nyoyo za kusaidia kwa watu wale wenye matatizo kama yake yeye n no. Sizani kama leo nitazungumza mengi, labda nikumbushie kwa wale ambao video ile nyuma waliokuiona kwamba niliwahi kurekodi video ya huyu bibi anaitwa Salama ni mama mwenye watoto wa mayatima wadogo, hana msaidizi yoyote. Aliwahi kuishi na mume, lakini mume yule alifariki. Baada ya kufa, akawa hana msaidizi wa aina yoyote. Kwa wale walizaliwa na wake watoto, ndugu zake, dada zake, aliolewa, lakini na wao walikuwa wanamsaidia saidia, mwisho wamekata msaada kwa sababu hali zao zikawa duni akapata mfadhili akamkodia sehemu, lakini na sehemu hiyo anaoishi vile vile ikawa ni changamoto kwenye kodi, na sasa hivi anatafuta pesa za kodi ili aweze kuendelea kukodi. Kaishiwa pesa ya bango anaosema, pesa ya kukodia. Kwa hiyo anahitaji msaada wa pesa ya kodi, anahitaji msaada na matumizi mengine, lakini vizuri au ni vyema uchangia kwa wingi, mwenye tano, mwenye sita, mwenye saba, mwenye nane, ili awe na biashara ndogo ndogo aweze kujitafutia riziki, kwa sababu hatupendelei jirejee jire tena video hii mara mbili mara tatu, ikiwa anaonyesha uhalisia wake na kulizungumzia jambo mara kwa mara. Ni vyema wala si wema kujitangaza kila wakati kwenye media kama hizi afanya iwe aina budi kulingana, hana msaidizi yeyote wala mtetezi mb nana video hii, ikiwa una jamaa nduu na marafiki ambao msaada, basi Bi Salama huyu, tafadhali uweze kumuunganisha, na ikiwa utapata mtu huyu, unaweza kumpatia namba zangu unazopita hapo mbele, ambaye yote ameetataaatb ikiwa mwenyewe unahitaji kuchangia chochote kwenye namba hizo ili kumwondolea uzohali na mtihani anaoipitia, apate angalau chochote ya riziki ya kula, pamoja na sehemu ya nafaka ya kukodi au kuchangia chochote kitu kiwe kingi, ambacho kitamfanya atafute biashara hii na ile, ili mradi aweze kujihudumia mwenyewe juu ya hali yake. Na Salama, nakuzungumza, watu waweze kusikia. Assalamu alaikum zangu wote nawapa salamu alaikum, kwa sababu mara ile nilikuja kujielezea, lakini naona mpaka leo kimya. Na mimi nimefiliwa na mume na na watoto sita, kwa maana hiyo hali yangu iko pa kuishi sina na zalibika na watoto. Kwa hiyo nakuongeni ndugu zangu kaka, kaka zangu, naomba msaada kwenu muweze kunisaidia watoto, sina uwezo wa kuwasomesha. Mpaka saa hivi naishi nyumba ya kukodi na nyumba hiyo inatakiwa inata, inata, kulipwa. Nimelipa mpaka sasa hivi, nimeshindwa. Wanangu wanahangaika, kile chakukila pia sina pia kinaishinda mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, kaka zangu, munionee huruma, muweze kunisaidia mpaka sasa hivi kwamba ana saa hivi shida inazidi kuendelea. Baba mwenye nyumba anataka pesa zake, yeye anajua anasema hajui hayo. Kwa hiyo mie sina amani, sina raha, kwa hiyo nime, na wakati vyombo vya sheria vipo, naona bora niende, siwezi mie kuiba, siwezi mie kufanya mambo yoyote ya mahasi aba mm -hmm. natokana mm -hmm. nimefiliwa kwa hiyo siwezi kufanya mambo ya mahasi. Sasa, mtu akifiliwa hawezi kufanya mambo ya mahasi, kwa hiyo nimeona bora okay, nijitangaze katika vyombo ili muweze kunisaidia na watoto, sina uwezo wa kuwasomesha, kwa hiyo naomba naomba na ushahidi labda kama ndo mnaona masihara, lakini sio masihara. Cheti cha kifo hapa mie ninacho na nitaweza kukuonyesheni. Kwa hiyo hebu, labda mkaonyesha hicho cheti cha kufiwa na mume cha kifo. Hii leti hapa tuonyeshe, wakione vizuri. Jamani, kama mnavyokiona hiki, uh, jina iliato linaitwa Alhaji Makame. Hii uh, e, tunasema certificate ya death. Yani, cheti cha kifo. Ushahidi ni huu, ndugu yangu uh, nadhani ni vyema mtu huyu tukampatia msaada kutokana na changamoto anazozipitia mwenye tano mwenye mbili mwenye nne mwenye sita, mwenye saba kuweza kuchangia kwa namba za simu hizi hapa zinazopita mbele mbele, nyota mbili tano tano saba saba sita kumi na tisa kumi na tisa arobaini na mbili, au nyota mbili tano tano saba moja saba arobaini na nne thelathini na moja kumi na nane. Vile vile kwa yule mwenye kuhitajia kupiga simu direct unaweza ukapiga Ika...